Karibuni, wandugu wasikilizaji wa radio televizioni Ngyoku, mahali popote mlipo. Unajua, hata mbinguni shetani alijitenga na Mungu aliyemuumba tunaona hapa wabeberu wadanganyifu wasiokuwa wazalendo, waliondoka baada ya wao kuishi maisha ya tabu ya njaa, wakajikuta kwamba wafanye nini, wakaenda kujiunga na adui, ambaye kwa sasa wale wa vijana wanajikuta wako Minembwe. Mtu kama vile Alonda alikuwa beberu ya kutangatanga. Baada ya kufukuzwa kwa makundi mbalimbali, kwa mwisho alikuwa birode ya kundi ya kiongozi Dragila Drago na kwa sasa baada ya kuondoshwa huko nako akajikuta hana sehemu yoyote anaweza tena kujiweka, ndipo wamejikuta kwenye kundi inaitwa Baraka Force na kuondoka kwenda Minembwe kujiunga pamoja na makundi mengine. Wandugu hawa wanadanganya hata wale waliowapokea sababu kuna mwingine ambaye alisema kwamba anakuwa na watu mia tatu ambao walitoka na wao Kuseni Pesese. Habari hizo ni za uongo, hata waliowapokea wanawashakia. Tufate kwa makini. Anaitwa Kiguchwa Useni, niko komanda Batayo ap akini kwa leo nishangia nit ata na lengo nap nakupoteza watu ya kisanii au Minembwe ndio kwenye niko njiwa. mm -hmm. Asante sana, na mimi niko kinara wa chama ya baraka fosu na hito kochina Asaka chimwe na Fiti. Mhm, mm. Asante mm. Tunashukuru kwa uh, kufika hapa kwa jina mimi naitwa Mdomboji wa Locha. Asante mm, sana, tunashukuru sana kwa isi kabisa, tunatisikia uru kufika hapa na kukuja kujiunga na, na tuganeo sisi, ikiwa tulikuja kutoka huku kwetu, tuko miaka ya kutosha tunatumika kimaimai, lakini sasa tuliona ya kwamba ili munda yote ambayo tulifanya sisi tukumupori hatuone mafaa ya kupigana pigana. Tunapigana, tunapigana, hatuna shabaa kabisa kamilifu. Kama shabaa ndio kitu fulani, ni kupiga vile mapepo inaingia mubatu, tupiganepigane, tupigane pigane, na tujue mwisho na mwanzo. Beberu zilizopotea kinara cha chama alonda anashindwa hajui hata kusema, na ni watu ambao wana madeni walifukuzwa fukuzwa mwa makundi mbalimbali za wazalendo juu ya wizi na tabia mbaya, wakatembea tembea mwa makundi, wakajikuta hawana tena kundi ingine wanaweza ingia wazalendo, sababu ya tabia. Ndipo wanajikuta wanaenda kwa hawa maadui ya watusi wa Nyarwanda wa ku Minembwe. Mshangao, tufate kwa makini juu tulikuwaka tukaona ya kwamba ni shirti tuunde force yetu nyingine. Force yenyewe na mawazo ya muungano na na watu wengine muungano wa wa, wa tunke vision ya maendeleo tukaona ya kwamba tujiunge na tukwaneo na tuliunda baraka force mwaka wa elfu, elfu mbili na makumi mbili. Wandugu wasikilizaji, falipu palimba pesangata ni pemda mda unaongea, tulipokuwa sisi wakinahamisi kufanya maemisio mu 2020, ya kwamba Baraka kunaundwa kikundi ambacho kitakuwa cha masilahi ya Wanyarwanda, watu walisema mengi sana na kutuzarau na kututukana sisi. Ni kama vile manabii kwa tarafa la Fizi. Leo tuko wapi? Tulipokuwa tukizungumza watu kuhusu jiji la Baraka jinsi wao hawana mlengo la uzalendo, lakini ni wasaliti watu hawakutuelewa. Baraka force yani ni Baraka nguvu za Baraka Baraka power. Ambao wabeberu watu wasiokuwa na msimamo ya uzalendo na zaidi watu ambao hawakukuwa na wazalendo upande moja, ni wao wamepanda huko milimani kwenda kujiunga na adui. Tufuate, tufate kwa makini ya Kaliota Dizire niyo mwanzilishi mkubwa wetu wa hiyo chama. Sasa tukapata askari wenyewe walipata ile mafikiri, tukajiunga pamoja. Sasa tuna ya kwamba kwa kuendelesha kuikala huko shabaya, sisi kutoka kabisa kuja kujiunga tulisikia Mingi. wandugu wasikilizaji adui yanatumikisha hawa wabeberu waliopotea wakitumia jina la snpcc ili wapate kuogopesha watu ya kwamba kundi la William amuri ya jamadari mkuu ya kwamba wanagawanika ni uongo na huyu mwingine ambaye atajiita alikuwa komandabatayu na watu mia tatu ni uongo tu hawa watu ni wabeberu tumfate kwa force

Nyinyi watu si munajitaka, mko watu wa akili, munaona hawa watu ambao wako wanazungumza wana akili timamu. watu mia tatu wako wapi? Alitoka na watu mia tatu akaenda ku Baraka Force kutoka ku sense, si uongo. Ilikuwa wakati gani, wale watu walikuwa mukaa gani na walitoka mu sense na nini, na kwa nini aliwatoa na walipofika huko kwenu milimani mliona watu ngapi? Ni uongo. Hawa ni mabeberu waliofukuzwa muvyama mbalimbali ya wazalendo wakati tunajikuta hawana eneo tena. Tufatu kwa makini, tunaishi pamoja Baraka na tunazaliwa pamoja, tunajuana kama familia, ndo kwenda Uvira alipokea envelope. Envelope ya kwanza alipokea gari tatu, envelope ya pili alipokea manyumba Baraka na Uvira. Sawa, hakuna <coughs> soda wake mwenye shaka. Pewa taa saa mili frama di dolari hii, uende nayo usaidie familia yako. Watusi mliopo Minembwe mliopokea wa watu, muone kama ni wabeberu waliopotea na ni waongo, hawana msimamo, ni wasaliti. William Amuri ya Kutumba hakupewa bahasha yoyote ya manyumba. Ni wapi? Ni uongo. Nani aliyempa? Ni uongo. Ya pili, magari ambao William Amuri ya Kutumba nao tembea nayo kwa sasa kila mtu anajua, eneo iliyotoka na alipata hizo magari, kabla hata vita kupambana zaidi hapo eh, jijini eh, Uvira, na kwa wajeshi wote wa William Amuri ya Kutumba wanapokeaka mwisho wa mwezi. Kila mzalendo ambaye iko mseni PCC ana mshahara wake mwisho wa mwezi. Yaani mnapata watu waongo, ni wasaliti na watawasaliti nyinyi. Akuna tuna mwana komanda kumpanyia wangu Bwana Elia, wa mwemezi siko Uvira kwanza, namwambia naye anikute kwenye niko Minembwe, anikute Minembwe kwa Elia Ukinipata sauti yangu ufike Minembwe, nawambia dejeuili toka Baraka unifate kwenye niko jua. hakuna vyemuko emu kazi ambayo tunafata ni ni viongozi ya Baraka Force, hakuna hofu wala kuogopa. Kwa hiyo kundi ya Baraka Force ambao walijikuta wanaenda kwa maadui Hawa waliokwenda ni mabeberu waliofukuzwa mu makundi mbalimbali za wazalendo kuhusu tabia na hali yao, na hakuna umati wa watu waliokuwa nyuma yao kwa kwenda. Ni uongo, isiwatishe wala kuwaogopesha. Hakika ni kwamba Senpesese na makundi yote ya wazalendo wanazidi kusaka adui na kuwa na malengo ya uzalendo juu ya nchi yetu na hao wabeberu waliopotea kama tulivyotangulia kwamba hata shetani alijitenga na akaenda kinyuma cha mwezi Mungu aliyemuumba. Si kwamba nguvu za Mungu zimeisha, anaitwa mwenye uwezo wote, yeye muumba wa mbingu na nchi. Inazidi tu kwa malengo mazuri ya uzalendo, na vilevile vile wazalendo wote kundi zote wako timamu kwa kupiga vita mpaka dakika za mwisho. Kongo ni ya wa wakongomani na tutazidi kuitetea. Hawa watu wasiwatishe, ni waongo tena zaidi, tena hawana malengo ni watu waliofukuzwa mwa makundi mbalimbali za wazalendo na wakajikuta kwamba hawana chochote tena wanaweza kufanya, afadhali wakimbilia kwa adui, labda huko watapokelewa. Huko nako, baada ya uchunguzi, kuwasikiliza vizuri, wanajikuta ni watu hata akili kichwani haiko. Si mshangao kuona hawa watu wanaweza saliti hata kule, maana wanachokitafuta akijulikane. Wandugu wasikilizaji wa radio televisioni Ngyoku, tuko nanyi bega kwa bega, tano kwa tano, na zaidi ya yote, patia mwingine ujumbe huu. Asante.